kupata na leo mimi mafunzo ya dhahiri mafunzo ya ya waziwazi -wazi katika ibada yetu hii ya umra. Mimi kwa kusema kweli, hii ni ndio mara yangu ya kwanza ya kuhudhuria katika ibada hii, katika hija hii, katika hii umra. Kwa hiyo hapa nipo kama nimezaliwa leo hapa nipo tafikiri nimezaliwa leo, sijui lolote, na kila kitu nimekisoma katika vitabu vyote lakini. Kwa hiyo nashukuru kwa kupata mafunzo leo ya dhahir. Basi namwomba Mwenyezi Mungu anibariki mimi na nyinyi ili wote tuwe wasikivu wazuri na tufuatilie maswala vizuri, walhamdulillahi rabbil alamin, kwa eh, nafurahi sana walhamdulillahi rabbil alamin kupata nafasi hii ya kwenda umra katika mwaka huu, ya kwenda umra katika mwaka huu Insha Allahu Taala ameniwafikisha, lakini ameniwafikisha katika maradhi ma, ma, mbalimbali, lakini lakini nakwenda umra, kwenda kumwona, kwenda ku, na, na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nitamshtakia maradhi yangu yote, nitamshtakia shida zangu zote, na Mwenyezi Mungu bila shaka atanisamehe yote, ataniponyesha kwa hiyo mwaka huu na furaha sana kwa kubahatika kufanya umra katika katika taasisi hii ya I Travel, inshallah Mwenyezi Mungu awafikishe hawa mabwana wa I Travel na wewe vilevile. Mwenyezi Mungu akuwafikishe na uweze kuipata hija hii ndogo, inshallah biaunillahi kila kitu kitakuwa kizuri. Allahu Akbar. Wallahi sijawahi kwenda hija, ndio mara hii ya kwanza. Sijakwenda hija wala umra, hii ndio mara ya kwanza. Unajisikiaje kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasikia raha sana na furaha kubwa sana, hata kuongea hapa siwezi. Nasikia raha sana na furaha kubwa kiasi ya kwamba napotea potea hata kusema, ya rabbi, nitakwenda kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pale alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nafurahi sana. Kwa majina, naitwa Athmani Hassan, mwanafunzi wa Sheikh Shaban Kasim Mbwera kutoka Mkuranga. Tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza shekhe wetu kwenda katika ibada tukufu ya, ya umra. Kwa hiyo tumefika hapo wote wanafunzi wake katika kumsindikiza mzee wetu. Tunajisikiaje leo shekhe, ya katika ibada ya umra? A, tunajisikia faraja sana, shekhe wetu kwenda kwa sababu siku zote shekhe dua zake ni kwetu sisi. Kwa hiyo tunatumai akienda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatukumbuka na sisi watoto wake ambaye kila siku ndo tuko naye pale chuo tu gani kwa kijana kama wewe kuhusu ibada hizi za hija na umra Alhamdulillah ni ibada nzuri na ambazo Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuzifanye kwa hiyo kila muislamu ambaye atapata uwezo naye ajitahidi aweze ya kwenda katika umra Mungu atuwafikishe Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kwa jina naitwa Suleiman Isa Mpinga ni mwanafunzi wa Ainul Mudarisina Bishatwi, e, iliyopo chini ya uongozi wa Shekh Shaban Kasim Ali Mbwera. E, tuna furaha kubwa kwa kumsindikiza shekhe wetu hivi leo kwenda kufanya ibada ya umra, na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu amfikishe salama, pia amrudishe salama na Mwenyezi Mungu ampe ukumbusho wa kutukumbuka wanawe kama ilivyo anavyotufanyia dua na kutulea. Ah, hapana, hajawahi kwenda na hii ndio ni mara yake ya kwanza, na tunamwombea Mungu iwe ndio ufunguzi wa miaka yote inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Omar ibn Abbas bin Muhammad Fesi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika katika eneo hili na kuweza kumsindikiza shehe wetu Sheikh Shaban Kasim Ali Mbwera akiwa na safari ya kwenda umra. Kwa hiyo cha kuomba zaidi na na sisi sisi Mwenyezi Mungu huko wanakoenda kutuombe na sisi ili Mwenyezi Mungu tufika tuweze kufika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu amejalia kuwa ni sehemu ya mkusanyiko wa waumini wote wa Waislamu wote duniani. Inshallah kwa baraka zao na sisi tuweze kufika sehemu hiyo inshallah. Mimi la kwangu ni hilo la kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu zaidi wasitusahau.